Na subuhi nzuri ndugu yangu, baada ya mchezo kabla ya mchezo mlijitapa sana na kufikisha ya kusema kwamba mtawapiga kama ngoma, wananchi, mambo yamekwenda tofauti. Baada ya mchezo, mnalipi la kuzungumza sasa? Sisi kabla ya mchezo hatukutamba, tulikuambia kabla ya mchezo hatupeleki timu, hatupeleki timu, lakini tumemshangaa huyu mwenyekiti Mangungu, yeye kuipeleka timu saa nane timu haijafanya mazoezi haijafanya nini yeye kaipeleka timu mazoezi Bunju. Hawajafanya mazoezi hmm? baada ya kumaliza mpira wana Kagera hmm. timu ilikuwa imetulia watu wanasubiri kuvunja kambi yeye, yeah. kwa shinikizo yeah. aliyopigiwa simu na kina Boimanda yeah. siwi nani yeah. ili kwa sababu tufungwe yeah. pengine mzigo wake aliokishawekewa benki sawa sawa yeah. sisi tunakwenda kufungwa pale yeah. Tunachosema hivi yeah. Sisi tunasema Mangungu jiuzulu, Mangungu jiuzulu yeah. Kuna maswali umemuuliza yeah. Mnandi hapa yeah. Mangungu anasema kwamba yeye yeah. Kosa lake nini? yeah. Halioni tangu amekuja Simba, nasema mm. Ndio hicho hajaifunga Yanga yeah. Kosa lake hajaifunga Yanga, aondoke yeah. Okay. Haja eh, kabisa yeah. Alitembea ali, ali na hoja hizi <laughs> Ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, yani alitembea na ilani hizi tatu, asimdanganye mtu sawa, kwa sababu huyo, yeah. Mangungu si ndio tumesimamisha kwenye tawili la chui kwa ka ni mtu waaria hii ndio msimamisha na vikao vyote tulikuwa tunahudhuria. sawa sawa, asita kudanganya watu. Alitembea na hoja hizi na ilani tatu. Ilani ya kwanza alisema yeah. tumchague akiingia pale sawa sawa yeah. funguo zote za milango ya serikali yeye anazo hata usiku hata yeah. saa tisa anaweza akaenda yeah. akaingia na fomu no, no. ikasainiwa yeah. uwekezaji yeah. mpaka leo hatujaona uwekezaji, naona inatovua huku yeah. ameshindwa, la kwanza kafeli. La, la pili alisema, nikiingia yeah. nikiingia swala yeah. la kufungwa na Yanga basi hata sare ambulie, na kwa sababu anatoka anatoka kusini yeah. watu, ikatutia imani kabisa kwamba yule atamchana kweupi yeah. umwambie ndekali akafanye balaa, anaweza kumbe hawezi, kafeli Amefeli yes. La tatu mm. alitueleza ila katika ilani yake yeah. kwamba amekuja mm. ataleta umoja uh-huh. eh, ndani ya Simba dio. pia na hata wale ambao waliolipia kadi zao yeah. zilikuwa zimesimamishwa hawajapewa yeah. kadi zitatoka yes. Matokeo yake kamnyang'anya loja mashine anayo yeye yeah. mtu wa IT mashine ya mtu wa IT, kaka nayo nyumbani kwa mwenyekiti, unakaji na mashine ya kadi unatafuta nini? mashine na wewe kamnyang'anya, aulizoljakaana ile kamnyang'anya na wewe. Kwa hiyo lawama zote hizi atupiwe, mkutaza Mangungu ameferi, hakuna alichofaulu. Lakini mbona hata hao wakadi hawajapata? Hayo yote mengine ameferi, lakini mbona kuelekea kwenye mchezo e, wa dabi ya kali ya com, mlikuwa mkitamba mkisema kwamba kwa, kwa marefa hawa tunakwenda kushinda mchezo. Hamkutambua kama mwenyekiti ndo Mangungu huyo huyo, e, huyo aliyotamba, pengine ni mtu wake Mangungu huyo hmm. aliyotamba ni kibaraka wa Mangungu na kijakazi wa Mangungu. hmm. Huyu aliotamba ni kibaraka wa Mangungu na kijakazi wa Mangungu, ni hawa watoto wadogo wadogo waliokatiwa tiketi kwenda Moroko, waliokatiwa tiketi kwenda South Africa. Sawa, ndio alama wamsifie ili wakijua kwamba pengine akienda kubaki pale watakatiwa tiketi kwenda Zambia, kwenda wapi msimu ujao. Mimi sihitaji kitu hicho. Sawa, sisi tumesafiri wenyewe kwa tiketi zetu mm. tisini na tatu tunakwenda Angola, tunakwenda Swaziland, tunaifuata timu wapi mm. de anajua Azim? Mm. Sawa, Azim anajua hatukutumia la simba sisi mm. sawa, na hatuhitaji kutumia la simba tunasema hivi mm. mm. atuache aji ajiuzulu yeye mm. ameshindwa mm. na wajumbe wake wameshindwa, wajiuzulu. paka sasa mmechukua hatua zipi ninyi kama viongozi wa matawi? Ndio tunaanza na moto huu mm. tunaanza na moto huu mm. Tunaanza na motoau bado mapema sana yeah. Tunamweleza tuna tu yeah. Mwenyewe mwenyewe ajiuzuru, kwa sababu huwezi kuwa kiongozi mm. kiongozi yoyote mm. aliyokuwa bora mm. kwa matokeo ya juu zaweza katoka tena anakaa na midia wanieleza kwa nimekuwa kwani, aoni kasha fungwa na Yanga mara tano aoni makosa yakeualifikisha finali hakutufikisha yeye, juhudi zetu sisi wenyewe wanasimba mm. yekatufikisha nini? hmm. Yeka nini? ninijuhudi zetu sisi wenyewe wanasimba juhudi zetu si wenyewe la Simba. Unakuta hata wazee wa zamani walioifikisha Simba fainali akina Azim Dewji walikuja kuingia kuja kusaidia. Sawa sawa, yeye kaifikisha wapi? Mangungu anasema yuko pale kisheria. Sasa kama kisheria tuliyomchagua ni sisi na tutakaomuondoa ni sisi, sisi ndio kikatiba tuliokwenda kumpigia kula na sisi ndio tutakaomuondoa. Sasa hivi ile alina mchezo asichukulia masiala, unajua asichukulia masiara ili swala tuliolianzisha aondoke mwenyewe, atakuja kupata aibu. Watani wenu wanasema mmeanza kupambana na Mangungu si leo tu. Hawashangai. Wanasema Mangungu tisa Simba sifuri. Ndio, ndio, unasema hivi yeye wamshabikie wana haki ya kumshabikia kwa sababu ni mtu wao, chawa wao, chawa wao wanayemtumia, wana sawasawa wanayemtumia. Hilo sasa wafute kwamba kufungwa na Yanga tutasema basi Mangungu ataondoka. Lazima aondoke tu, lazima aondoke atakatake, ajiuzulu mwenyewe. Hakuna quality Yanga na mpira gani wa kawaida? Du gani? Quality gani? Nasema hivi hakuna quality, hakuna quality hakuna quality. Aloilazimisha timu nani? mm. Timu ilifanya mazoezi, timu baada ya mchezo na Kagera, watu wataka kuvunja kambi. Yeye mm. mchana ameonekana kwenye clip, anakwenda yeah. kuwashauri wachezaji kambini, yeah. waende wakacheze wakakamilisha ratiba amekwenda dodoma yeah. kimya kimya timu sio yake timu wala sio babake timu sio ya baba yake timu sio yake yeah. timu sio ya ukoo wao kina mangungu mm. wana simba. mamlaka timu ni wana yana... mm. wana. mm. ya wanasimba wanasimba alitakiwa baada ya kurudi dodoma alirudishe kwetu sisi ndio tutoe maamuzi tunakwenda kucheza hatutaki sisi ndio wananchi sisi hatulazimishwi mpira na sheria zake yeye kalazimisha mm. Sawa, serikali haingilii michezo bwana. mm. serikali haingilii michezo, michezo ina sheria zake, michezo ina katiba zake, mara tano mfululizo sawa. Ndilo hilo sasa mm. ndilo hilo linakwenda kumwondoa yeah. Kazi tunasema hivi kazi, okay. aliyotumwa na Yanga juzi mm. ameimaliza juzi yeah. ameikamilisha kazi, kazi. aliyotumwa na Yanga juzi yeah. mara ya tano mm. imefika mwisho, imesha tufika hapa na alichokifota Simba mm alichokifuata Simba ameshakikamilisha, sawa sawa, ameshakikamilisha, kikamilisha. Sikutaka kuluta kwenye ubunge, ili aonekane, aonekane, akae kwenye magazeti, aonekane na nini, aonekane bado yupo, ili aende akagombee ubunge. Ameshalikamilisha, aende, hatuna haja naye, aende, hatuache tujipange upya, tukapambane na huyo. Nasema hivi atuache, kwani anangang'ania Simba na isae pale hata huyo mwodeu uje mwenye isa ukich tuki, tuki, akiondoka ataondoka yeye anaisa Simba kaisa Simba, ata, Simba. Kaya, mwaka mwaka mwaka mwaka. Ha, ajibu nasema hivi aondoke, ajibu nini? Ataondoka tu sawa, ataondoka, ajibu nini? Jana kawaita jana kawaita kwenye hey. Ajibu ajibu vipi? Jana sikawaita kwenye hey. Sengekaa kimya yeye, hmm. ataondoka tu yeye, anaondoka Hmm. Ataondoka na ajiuzuru akitaka paka... tunasema hivi hatuna hmm. aibu naye hatuna hmm. nini sawa. Mnitaka... ataondoka hatuatake akitaka ata paka kuandamana, lakini mwamba bado yuko kwenye kiti chake. Sasa hivi hatuandamani tunafanyaje? Sasa hivi hatuandamani tunafanyaje? Tunaandamana Tanzania hatuna tabia kuandamana hmm. Tanzania hatuna tabia ya kuandamana hmm. uandamana wakuzushia fujo hmm. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, asitumie njia hiyo, kula ya vetu itavaa kama tulimpigia tuli kula, kama tulimpigia kula, na atapigiwa hivyo hivyo kama tulimpigia kwa tukatia kwenye box hey, na atapigiwa hivyo hivyo, na hawa huni huni wilaya na, umlinda, hey, na hawa wa waondoke, kwa sababu hawako kikatiba. Hakuna ha, kiongozi aliochaguliwa hapa, wanaonekana tu, wa wilaya, kiuniuni tu. Mangungu, mtaifunga Yanga kabisa. Watu wako wengi kuifunga wengi kuifunga Yanga tu kuchukua, hey, klabu bingwa hata sisi so bingwa tutachukua. Sawa, sisi ndio tutakaoanza kuchukua klabu bingwa hapa. Acha kelele nazo, huyu mtoto mdogo mdogo alikamwe Acha na huyu mtoto mdogo mdogo kama mwari anaongea kama, kama mwari, achana naye. ambao wako nyuma yenu wanataka kujua game plan, mnapita katika njia zipi ili wao waunge mkono kuhakikisha kuwa mnambandua kwenye kiti mwamba aliyesimika mizizi yake muktaza Mangungu, mwenyekiti wa wanachama? Hilo siwezi kukuambia hapa hadharani, hiyo mm, ni mipango mingine, sasa ni mikakati mika ya kwenda kukaa sisi kwenye vikao vyetu tujue tunakwenda kumtoaje. Ataondoka tu kama aliingia kwa kula na atatoka kwa kula, kama aliingia mitano tena, waka, tena e, wakamweke yanga e awa aende Msoga, kafanya kazi Msoga, ofisini Msoga huko. hawa aende Msoga huko. Kwa mashabiki wa soka hapa nchini, wana Simba, neno lako la pole, kwa sababu wanapitia kipindi kigumu, na sasa hivi tunafahamu ya kwamba hamsha hamsha zinaendelea na paredi, wanaandaa wananchi aaa, kaba kuelekea kwenye mchezo wana, wa, wa fainali ya cup ya Federation Cup. Hatutishiki na paredi yao, hatutishiki na paredi yao hiyo. Tunawaona wao kama watoto wa shule tu, kwa sababu ushindi wao wote wanaupata kwa sababu ya huyu mtu huyu mtu huyu manake huyu tumepandikiziwa kama Marekani alivyompandikiza Gorbachev. Kama Marekani alivyompandikiza Gorbachev. Ah hata Urusi. Nisikilize hata Urusi. Gorbachev walimchagua. Lakini hawakujua kama yule kama yule amepandikizwa, matokeo yake akaididimiza Urusi wakati ule na huyu. Na huyu sasa na huyu, huyu mm. mm. Kutokujua tu wakati ule mm. sawasawa. So, so, kutokujua wakati ule alijipenyeza penyeza, penyeza hmm. Akaingia, akapandikizwa. Sasa tunasema hivi, tuna hmm. anang'oka, so aji uzulu mwenyewe mwenye, na si hey. Kwa ridhaa yake. haya anayosema, haya anayosema, alipiga kura sio? Na, yeah. na, yeah. na si yeah. Chama. Kwa nini nasema amepandikizwa na tunakwenda kumuondoa, na tunakwenda kumuondoa, sio? Wanachama na sisi wenyewe yeah. tunakwenda, tulimpigia kura yeah. na ndio tunakwenda kumuondoa. akesikaya akajidanganya tu miko salango ni kosa ulioni unafungwa na Yanga mara tano hmm. kuna mwenyekiti gani aliyopita hivi hmm. hmm. vilabu vyote tangu vianzishwa hiyo Yanga au Simba, mwenyekiti gani amefungwa mara tano? ni yeye peke yake, ni mtu ajabu. Hilo tu kwa hatua hiyo tu hakustahili kukaa kwenye media eh. Kiongozi aliye bora, kiongozi aliye mwenye anayajua maju, majukumu yake asingekaa kwenye media kuongea upumbavu kama huu, naimani ujumbe umewafikia. Kwenda kuingia kuongea upumbavu kama huu, aache kabisa, yaani asikae akajidai tu, mimi namna gani? Asikae akajifanya kitu, atatutafutia matatizo. Hatutaki, hatutaki, hmm. Hatutaki, tunamwambia kabisa hatutaki, ajiuzulu. Ajiuzulu mwenye ajiuzulu kwa, kwa, kwa amani na utulivu, ajiuzulu yeah. Hatutaogopa, hatutajali nini, kwa sababu rafiki zetu za msingi ayetuache mm. timu yetu aende Alichokifuata Simba ameshapata, alichotumwa na Yanga, kazi aliotumwa na Yanga yeah. sawa sawa, aliotumwa na Yanga tayari ameitekeleza mara tano juzi yeah. Inatosha, limeshatufika hapa, tulivumilia sana huku yeah. Nyuma mara nne, mara tatu tulikuwa tunamvumilia yeah. Lakini hapa sasa, hii mara tano yeah. Tunasema kazi aliotumwa na yanga yeah. imekamilika sasa, inatosha, hatutaki tena hiyo kitu. kama yanga atufunge sisi yeah. akatufunge kwa kimpira, sio maujanja ya kuzunguka hivi yeah. Tulishakubaliana timu usipeleke wewe yeah. Satisha unapeleka timu watu hawana mazoezi, unakuta kabisa watu hawana mazoezi yeah kwamba tayari kisha pewa mzigo wake atuache tu, atuache ili tukikutana mitano tusalimiane kwa udugu hatuna shida. Atuache ajiuzulu, ajiuzulu. Mboka mbona uko nyuma? Yanga ajetufunga hivi walivyokuwa nyikiti wakina Kaduguda wakina Mzasa Ndalali, mbona ajetufunga hivi? Kama ana uwezo kweli Yanga mbona kutufunga? Kwani hao kina Herisi hawakuepo? hao kina Herisi hawakuepo? Leo kaingia yeye sasa ndio tunafungwa hii Nizemarine. kwa maana yeye atasiliza nani club anazitoa anazipeleka huku si tunafungwa, hatuache hmm. Eh, tunaomba utoe neno lako la mwisho kwa mashabiki ambao wanakufuatilia. Tuna imani ujumbe umewafikia wana Simba wote Tanzania yeah. Wanachama wote Tanzania wa Simba hmm. Tuungane hmm. Kwenda kumngoa akitaka, kama hajajiuzulu yeah. Atakwenda kutoka kwa lazima, wanachama wote ikapigwa kula ya veto, akatoke kwa lazima, kama tulimchagua na aondoke kwa kula, kama kwa usalama ajiondoe mwenyewe tu basi, ili asipate aibu kama Mugabe alipopata Mugabe huku make unaweza kung'ang'ania hapo ukapata aibu ukapata watu kukutua, wakaja kukutoa watu wakaja, wakaja mshikemshike kukungoa kwenye kiti, bwana. Hichi kiti ulitengeneza we, toka, aibu. Bora akilizaini mwenyewe, jamani wanasimba, ili tucheke naye, sawa, tuingie naye kwenye mikutano kwa heshima, ili heshima yake japo hii amejizalilisha kufungua na Yanga mara tano, kuonekana mwenyekiti mbovu katika wenyeviti wa bovu. Yeye mbovu mbovu, hana mbinu yoyote kumfunga Yanga. Unatuahidi mpaka ifike hapo lini, ama mwezi gani tunashuhudia Mangungu hayupo kwenye uongozi wa Simba? Hatuwezi kukwambia lini, hatuwezi yeah, kukwambia lini. Iyo tuachie sisi, wewe utaona tu. Asante sana.